Karibu ungane nami katika utabiri wa hali ya hewa ambao na saa 24 zijazo kuanzia saa tatu usiku huu. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu katika maeneo ya magharibi mwa nchi, kanda ya kati, mkoa wa Manyara, mkoa wa Morogoro, nyanda za juu kusini magharibi, mkoa wa Ruvuma, Lindi na Mtwara. Panatarajiwa kuwa na hali ya mwingu kiasi mvua na ngurumo katika maeneo machache. Huko maeneo mengine hapa nchini yaliosalia yanatarajiwa kuwa makavu. Kwa siku ya kesho pepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa.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 Watumiaji wa bahari ni vyema kuchukua hatua stahiki. Penda mtazamaji, kwa siku ya kesho, ni matarajio yetu katika ukanda wa ziwa Viktoria, maeneo ya magharibi mwa nchi, kanda ya kati, mkoa wa Manyara panatarajiwa kuwa na hali ya mwingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Nyanda za juu kusini magharibi, mkoa wa Morogoro, Ruvuma, Lindi na Mtwara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 Arusha tunatarajia mvua nyepesi kwa siku ya tarehe tisa. Nikusihi uendelee kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Phares, asante na nikutakia wakati mwema.